Mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii apana hiya. Leo bwana, inahusiana na baadhi ya vitu ambavyo vina make headline huko mtandaoni, na moja kati ya vitu ambavyo vimetufikia hii leo, baada ya taarifa kutufikia tokea jana kuhusiana na habari ya Zari the Boss Lady gari yake kupata ajali. Yani, Zari kupata ajali na gari yake kuharibika vibaya ni kwamba wadau mbalimbali wamekuja kuzungumza mambo mengi sana. Naweza kusema kwamba kuna vitu vingi sana sasa hivi vimeibuka huko mtandaoni kuhusiana na ajali ambayo Zari ameipata mpaka gari yake ikaharibika kiasi kile. Kama umepita katika page mbalimbali mbali, basi obviously utakuwa umekutana na hizi picha zikiwa zinaonyesha gari hiyo ya Zari Lady jinsi ilivyoharibika na ni gari ya aina ya Range Rover. Tunafahamu kwamba Zari bwana ni moja kati ya wadada ambao wana pesa za kutosha hapa Afrika eh, lakini pia vile vile eh, tunafahamu kwamba ana collection ya magari mengi sana. Ana Maserati, ana Maybach eh, ana Ferrari, ana G-Wagon na ana Range Rover hizo na gari nyingine kibao. Now we are... Sasa hii gari bwana, ni kwamba ilipopata tu ajali, page mbalimbali zimekuja kuripoti baada ya yeye mwenyewe Zari kuposti kupitia ukurasa wake wa Snapchat, akiwa anaonyesha ikiwa imegongwa sehemu ya kushoto, yaani kwenye taa pamoja na tile au shavu lile la Range Rover la upande wa kushoto likiwa limeharibika vibaya mno. Sasa kupitia peji mbali mbalimbali huko mtandaoni bwana, ni kwamba bibi Zari the boss lady ameonekana ame akiwa anaelezea kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, ambapo hapa bwana ameandika kwamba I love my baby but alhamdulillah Allah knows it could be worse. Hapa alichokuwa na maanisha bwana ni kwamba nampenda nampenda sana, na, na, na, sana mpenzi wangu, lakini namshukuru Mungu kwa sababu huenda labda yangekuwa yange yangetokea maafa makubwa zaidi. Bibi Zari the boss lady akiwa na maanisha kwamba pamoja na hiyo ajali kutokea, lakini kitu ambacho yeye anachomshukuru Mungu ni kwamba huenda e, yangekuwa maafa makubwa zaidi, lakini ni kwamba Mungu ameepusha na kuonekana tu hivyo ajali ilivyotokea, ni kwamba e, ni taa pamoja na tairi upande wa kushoto vikiwa vimepata madhara ma, ma, ma makubwa. Kwa hiyo anamshukuru Mungu kwa kuepusha mazito zaidi kutokea. Ajali hiyo ajali imekuwa ya namna hiyo, sio kubwa au ikakosti hata uhai wa mtu. Hiyo Zari ametoa shukrani zake kwa Mwenyezi Mungu kwa hiki ambacho kimehappen. Lakini kwa mujibu wa habari ambazo zimesambaa ku mtandaoni, wadau wanasema kwamba katika hiyo gari ya kuwepo Zari, kuna wengine wanasema kwamba alikuwa anaendesha mtoto wake, wengine wanasema kwamba alikuwa anaendesha Shakibu ambaye ni mpenzi wake, e, wala sio Zari yeye mwenyewe kwamba alikuwepo katika hiyo ajali. <tipos> Zari ameendelea hapa katika peji nyingine katika kurasa mwingine hapa, ameandika kwamba when the biggest bank in SA hits you shaking my head. Yani, hii ajali ya kwa undani zaidi ni kwamba Zari ameelezea kwamba, uh, kuna gari nyingine ambayo ni gari ya benki kubwa sana kule South Africa uh, ilikuwa ina, inapeleka, uh, inapeleka pesa kwenye baadhi ya ATM ndio ikaenda kugonga hiyo Range kwa alichokuwa na anamaanisha hapa ni kwamba, rain, the rain. Bibi Zari, the boss lady, alikuwa anataka kuonyesha kwamba hii ajali kilichotokea ni nini, ni kwamba gari hiyo Range Rover ya kwake iligongana na gari ya, ya benki. Lakini pia katika slide inayofuata Bibi Zari the boss lady ameandika kwamba need a whole new range, akiwa anamaanisha kwamba inahitajika tu anunue Range nyingine Kutokana na kwamba kutokana na hiyo impact ya hiyo gari kugongwa pale mbele, ni kwamba huku ndani kwenye dashboard ni kwamba airbags zote zimefumuka, yani kuanzia kwenye dashboard upande wa kushoto mpaka kwenye steering, airbags zote zimefumuka. Kwa mujibu wa Wazari, the boss lady mwenyewe, anadai kwamba inabidi tu anunue Range Rover nyingine. Mambo ya kupeleka kwa fundi kufiksi, hakuna. Zari anasema kwamba anataka anue Range nyingine baada ya hii kugongwa. Lakini pia vilevile vile hapa Tanzania page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba Zari the Boss Lady ameweka wazi kuwa amepata ajali ya gari akiwa kwenye Range Rover yake, kupitia ukurasa wake wa Snapchat. siku moja iliyopita usiku Master huyo aliposti picha zikionyesha gari hiyo ikiwa ime, e, likiwa limeharibika vibaya sana upande wa mbele kushoto <mucho> Katika moja kati ya picha zake Zari ameelezea kuhusiana na hicho kilichotokea. Kwenye picha ya tatu aliongezea pia kusema kwamba inabidi tu anunue rangi nyingine, lakini hata hivyo ni kwamba hajatoa maelezo kuhusiana na chanzo cha ajali hiyo au kuthibitisha iwapo yeye ndiye aliyekuwa akiendesha gari hilo. Lakini kutokana na picha alizokuwa ameziposti baadaye akiwa hotelini ni wazi kwamba hajadhurika yeye mwenyewe, yuko salama salimini. Nadhani utakuwa unakumbuka siku chache tu zilizopita, Zari alikuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa, lakini ndio hivyo tena eh, baada ya siku moja mbele yake, ndio hivyo bwana, amepata ajali. Na habari ambazo tuko nazo ni kwamba gari yake hiyo Range iligongana na gari ya bank, so obviously watakuwa wana yale insurance na nini comprehensive. Kwa hiyo eh, nadhani insurance yake itatekea ya hii issue ambayo imetokea. So page nyingine kibao zimekuja kuripoti kuhusiana na kile ambacho kimemkuta bibi Zari the Boss Lady. Kuna page hapa wamekuja wameandika kwamba Zari the Boss Lady ameposti na kuthibitisha amepata ajali ya gari akiwa kwenye gari yake aina ya, ya Range Rover. Ameposti kwenye mtandao wake wa Snapchat usiku wa kuamkia leo eee, kwamba ameposti baadhi ya picha pia vile vile zikionyesha upande wa mbele kushoto kwa gari yake hiyo ukiwa umegongwa. Wadau mbalimbali pia vile vile wamekuja kuweka maoni yao hapa. Kuna huyu hapa amesema kwamba bwana, sema ajali tu lazima useme Range Rover. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, eti ajali ya Range Rover yake eh, mna vituko kweli kweli. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, Zari sasa hivi sio wakati wake, hatuna habari naye, hebu tumwache kwanza A. Kuna mwingine hapa anaitwa Benedict John Johnusu ameandika kwamba bwana, kwa hiyo sisi tufanyaje?